Na mkaribu sasa tukianza na undani siri wa alasiri, tunaelezwa jamii ya wafugaji katika kijiji cha Ngabolo wilaya ya Kiteto mkoani Manyara sasa wanaonufaika na mradi wa uhifadhi wa wanyamapori unaosimamiwa na jumuiya ya uhifadhi wa wanyamapori WMA kijiji cha Boglo ni kimiongoni mwa vijiji sita wanufaika wa jumuiya hiyo ambayo imeisha kamilisha ujenzi wa miradi ya maendeleo kama shule, zahanati, mabwawa ya kunyweshea mifugo pia yamekamilika. Ale Kashmiri alitia kambi katika kijiji hicho, uh, huko Kiteto na hapa ametuangazia katika ripoti ambayo inafuata. Safari ya mafanikio inaendelea japo panda shuka ni nyingi. Na hapa ni katika kijiji cha Ngabolo, moja ya kijiji ambacho kina zaidi ya wakazi elfu mbili mia tano hawa wote ni Watanzania wanahitaji huduma muhimu, ili kuhakikisha na wao wanakuwa sehemu ya mchakato mzuri wa kuyaishi maisha mazuri yenye tabasamu na furaha ndani yake, ambapo kimsingi ni kwenye sehemu ya uhifadhi wa mazingira inaletwa hapa kwenye kijiji hiki, ambacho miradi mitatu yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni mia sita imekuwa ni kicheko kikubwa sana kwa wananchi eneo hili kwenye sekta ya elimu, sekta ya afya, hata kwenye masuala ya uongozi amini, ujenzi wa jengo la serikali ya kijiji, ujenzi wa sehemu ya jengo la zahanati, lakini pia vilevile vile ujenzi wa shule ambayo mwanzoni ilifahamika kama shule shikizi, lakini hivi sasa ni shule kamili ambayo kimsingi imekuwa ni sehemu ya faraja kubwa kwa wananchi hawa. Na hapa mwenyekiti wa kijiji cha Ngabolo, Mikaeli, anatueleza paruanja ukubwa wa uwekezaji huu na ya faida kubwa wananchi ambayo wanaipata kwa hivi sasa. Kwa hiyo mchango tulikuwa tunachangia wananchi kuchangia chakula cha watoto ili wapate kuendelea kusoma, lakini sasa hivi tunapata pesa kupitia WMA. Kwa hiyo hii mradi ni bado tunafurahi, lakini tunapata changamoto kidogo katika baadhi, wengine watu kutoka nje na kununua maeneo, wao wanaona WMA kwamba hawatusaidii lakini kweli wa Mungu WMA inatusaidia na inatujengea majengo bila kuwa na gharama yote, ambayo tunachangia mchango WMA. Kwa hasasa kwa nkibezi, kwenye kijiji hiki imeleta manufaa makubwa sana na, na tuna miradi na eh, iliyoko hapa Ngabolo zaidi ya miradi tisa iliyoko hapa Ngabolo. Na ukiangalia hiyo miradi tisa ina thamani zaidi ya milioni mia sita. Kwa mfano tukizungumzia upande wa afya size hapa tuna jengo ambalo limegharimu zaidi ya milioni tatu, ambapo ni jengo la la OPD. Kuzungumzia shule ya msingi tuna madarasa pale pale yamejengwa yamejengwa. Kuzungumzia upande wa nani, wafugaji pia tuna josho ambalo serikali ilianza kujenga Zia. Sehemu ya kwenye sekta ya elimu na afya ni jambo ambalo linatazamwa sana na hapa katika eneo hili la kijiji cha Ngabolo. Miongoni mwa changamoto kubwa ilikuwa ni sehemu ya watu ambao wanakaa kwenye eneo hili kutowapeleka watoto wao shule, pengine kutokana na kutokuwepo kwa madarasa ama shule kwenye eneo hilo, lakini hata ambao walikuwa wanatembea umbali mrefu kwa ajili ya kupata huduma ya afya. Lakini sasa hivi mambo ni tofauti sana kwao na hapa baadhi ya kina mama daktari, lakini hata wazazi ambao hivi sasa mambo ni mswano kwa sababu shule ipo karibu na sekta ya afya huduma zao ipo karibu. Wanaeleza huwa wamejitahidi, wana, wame kwa kiasi kikubwa kupitia walimu wametusaidia kutuletea walimu wanne wa kujitolea ambao walipa wao wenyewe shirika la WMA, lakini pia kupitia wanafunzi wanaokaa mbali wametuwekea mikakati ya kutujengea mabweni mawili ya, ya kiume na ya kike. Kwa hapa tunahudumia kwa siku wastani kwa siku ni kuanzia wateja kumi na tano mpaka ishirini kwa wateja wa OPD. Lakini kwa upande wa RCH tunahudumia zaidi ya watoto ishirini mpaka 30 jumlisha na wajawazito wetu na jengo hili liligharimu <coughs> shilingi milioni mia moja na tatu ambazo fedha zote zilitoka katika wafadhili wa wansi. Watoto wa kike walikuwa hawaandikishwi shule, maana ni mbali na walikuwa wanaozwa e, lakini sasa hivi shule yetu ya Ngabolo imekuwa karibu na kila mwenyekiti wa kitongoji na kila baraza la wakinamama wanapitia kila boma kuandikisha watoto wa kike. Yani kwa kipindi nyingine tulikuwa yani, tunahangaika, yaani tulikuwa tunaenda ndaleta yani mtu akiukua ndaleta, ndio unaenda unaenda kupata tibu ndaleta, au unaenda mjini kabisa kibaya. Tulipopata hii nani hii zahanati ambayo WMA imejenga, yani sahivi madokta yetu inafanya kazi vizuri sana, tunamshukuru. Tumepata sehemu ya kuzalia, yani ukija saa yote, yani inapatikana tu, yani matibabu yote. Nashukuru WMA ikanajenga ya zahanati Iko sipitali ingine iko na shida na gharama, naenda kibaya, anasaa gharama kubwa sana iko. Sasa hivi amuna, amuna gharama. Anashukuru dabilumei sana. Safari ya kufika kwenye kilele cha mafanikio bado ni ndefu, na huu ndio mchakato wake wa kuhakikisha ushiriki wa sekta binafsi, ambapo kimsingi na wao wanashirikiana na, na, na serikali ili masuala mengine ya kijamii yaweze kuendelea. WMA ambao kimsingi wao wanasimamia sehemu ya sera iliyoibuliwa hoja na wabunge mwaka 98 na hatimaye kuhakikisha kwamba maeneo ya jirani ya sehemu husika ambayo ni maeneo ya umma yaweze kuleta tija kwa wananchi husika ikiwemo sehemu ya uhifadhi wa miti kwa maana ya mapori ambayo si tengefu wala mapori ya akiba, bali ni mapori ambayo wananchi wa eneo hilo wanapaswa kunufaika nayo na uvunaji wa hewa ya ukaa na uwekezaji mwingine. Mimi ni Ali Kashmiri, unionapo kuna jambo. Safari hii inaendelea sehemu ya kupata chagizi nzuri ya kuyafahamu mengi yanaendelea kujiri eneo la Kiteto. Na ndivyo ambavyo anahitimisha Al Kashmiri kutoka katika kijiji cha Ngabolo, wilaya ya Kiteto mkoani Manyara, akiwa anaangazia jinsi gani wanufaika wa mradi wa uhifadhi wa wanyamapori unaosimamiwa na Jumuiya ya uhifadhi wa wanyamapori WMA ambavyo umekuwa ukiendelea, na mengi tumeyasikia hapo na kujifunza jambo kuhusiana na jinsi ambavyo wameendelea kunufaika, na hii yote ni kutokana na utunzaji mzuri wa mazingira na uhifadhi.